Qurani inakufanya uione dunia ni kitu hakina thamani. Dunia ni kama vile choo tu. Mtu anaweza kutengeneza choo chake akatia tiles, lakini akakitumia choo wakati ana haja ya kwenda chooni. Hakuna mtu anapenda abakie chooni tu, achekecheke kule chooni tu. Anakwenda chooni kwa sababu ana haja ya kwenda chooni, lakini choo kizuri kimetiwa tiles, kina mambo kadha wa kadha, choo chanukia kina mapafyumu ya vyoni lakini mtu anakitumia choo pale anapohitaji tu kwenda kukidhi haja, kimaliza, anafunga mlango, anatoka. Ndio dunia. Anasema Al-Imamu Ibn Taimiya rahmatullahi taala alaihi, dunia ifanye kama choo tu, unakwenda unapokuwa una haja, unatimiza haja yako, unaondoka. Naitumie dunia kwa sababu ya kukidhi haja zako, si dunia uone ni sehemu ya kutulizana. kun fi dunia ka annaka gharibun au abiru sabili. Bwana Mtume sa sallam anatuambia sisi atakuwa tuishi katika dunia kama vile mtu mgeni au mtu anayevuka njia.